Hiyo, hiyo tatizo ya mikataba kati ya Kongo na Rwanda, kwa kwanza hivyo hivy hata kuhiyo process ya Rwanda ya Rwanda nawaza kunakuwa tatizo moja. Tatizo ya kwanza ni kusema kwamba mpaka sasa Rwanda haijakaitika kama nchini Kongo kunakuwa vikosi vya Rwanda, ana Rwanda haijakaitika. Ukifata mahotuba za President Kagame, fasi yote anasema Kongo hakuna hata jeshi moja wa Rwanda, hiyo ni ya kwanza. So, hiyo agreement ni walipata huko mjini Washington. Hiyo ni agreement yenye iko kati ya Rwanda na Congo na Rwanda na Congo, kulikuwa hiyo tulikuwa naita diplomatic tensions. So, hiyo mkataba nye walikamata itakuwa ita, ita uh, sawa vile ni niite hope kwenye kusema relationships between Rwanda na Congo zitakuwa zimekuwa stable, lakini tatizo ya M23 inabakia hapo. Tatizo turudie huku nyuma, yaani siku tulikuwa huko kwenye process ya Rwanda, Rwanda na Congo walikuwa wametaka sign nyingine mkataba, lakini M23 ilisema, sisi hatujue hiyo mambo ya Rwanda na Congo, sisi tuko M23 na sisi ni Wakongomani, yaani hiyo vitu ya Rwanda na Congo ni vitu yao, lakini sisi awituaune hiyo vitu ni kusema kwamba Suluhisho inapasha kupatikana kwenye hiyo tatizo ya Eastern Congo ya M23. Inaomba kunakuwa mkataba kati ya Rwanda, Congo na M23. Hivyo na Uganda kwa sababu hiyo tatizo watu wanakuwa wakisema Rwanda lakini hawasemi Uganda. Kweli ni kusema Uganda ndio na support M23. Tulisikia serikali nasema ni wagaidi, sisi otu tulisikia tulisikia serikali nasema kupitia rais haiwezi kuzungumza nao hata kama wanafika kwenye mlango yake Kinjasa, hata zungumzaka nao lakini, mimi niko kati ya watu nilikuwa naambia serikali hawa watu na wangali bunagana, mimi nasema waangalie namna gani kuwasogelea, kuzungumza nao wawasikilize, wanataka nini, kwa nini wanachukua silaha waangalie namna gani wanaweza kutatua eh, mambo yao fulani fulani ambao wanataka kusudi, kwa amani tuweze tukamaliza ile vita na tuponeshe maeneo zingine zenye wangeliweza wa kukamata, lakini serikali iliziba masikio, wanasema wao watapiga vita. Sasa leo tumepoteza eh, jimbo mbili, serikali imekimbia. Eh, serikali na kimbie bo. Kama tuliwezaka kuzumuza nao mbele, tunawasikiliza tunajibia kwa mahitaji yao fulani fulani, pengine nao wangelisikia, wangeliacha vita na hiyo maeneo ambao wamekamata ainge kamatiwa. Lakini sasa unadhani haya mazungumzo ya Doha na Marekani italeta suluhisho? Mimi sioni kama suluhisho inaweza kutoka Doha, sioni kama suluhisho inaweza kutoka Marekani kwa sababu shida Ginsi sisi sote tunasema ni za wakongomani kwanza. Tunashindwa kwa nini kuikala Sisi kwa sisi? Tuende kupita kwa doa njoo tukalishe na tulisema hatutaikaa nao. Hiyo yote inakuwa kiburi ya kukosa maana ambayo haitatufikisha wapi. Raia wanataka kuona wote wanakaa na suluhisho patikane, amani kuwe. Hakuna tu shida ya ya ya M23 kwa sababu unajua M23 bar AFC wale wanakuwa wapinzani wenye ku, kuwa na silaha, kuna wapinzani ambao hawana pia silaha, ambao vile vile kama wako wapinzani ni kwa sababu ya mambo fulani fulani, ambao wanaona serikali haifanyi vizuri, ambao wanaona kama Tshisekedi anashindwa kutekeleza, na wengi kati yao amewakimbiza nje ya nchi. Kama bwana Moise Katumbi iko nje ya nchi kinyume na sheria, Joseph Kabila alikuwa nje ya nchi mtu anafukuzwa ndani ya inji yake kama mwizi. Kuna wengine wengi wa Olivier Kamitatu, Mbusa Nyamwisi na wengine ambao wako inji ya inji. Wale wote ni Wakongomani, inabidi kudu... kukuwe mazungumzo kati ya wa Wakongomani, inatakiwa kuwe mazungumzo kwa, kwa sababu inji inaongozwa vibaya. Uliona wapi nchi ambamo eh, gouvernement provincial government ya, ya jimbo pesa zote zinaingia, inaenda kuzitoa Kinshasa kwa mama yake president, kwa bibi yake president? Pesa zenye zingejenga jimbo, pesa zenye zingejibu kwa mahitaji ya wananchi wa jimbo. Kuna uhakika, si mimi nakwambia, nambali ya ile kunasikia kila siku wanaiba mamilioni, mamilioni mamilioni hata na, na ministre wa justice, mwenye alisema yeye ndio atafuatilia wale watu naye anaiba milioni. Inakuwa kama kuna mashindano ya wizi Kinjasa. Ile pesa ingetusaidia kujenga jeshi, ile pesa ingetusaidia kulipa walimu wa kujenga mahospital, kununua vifaa vyenye vya mzuri vya, vya kisasa vyenye kuweka kwenye mahospital ya kwetu, kusomesha watoto. Hiyo pesa ingeleta ingelepatia raia raia maji na ingefanya miradi mingine mbalimbali. Mbali. Ulisikia hata ministri Kazadi, Mwenye alikuwa anahusika na mambo ya fedha, Anasema wao hata kama wanapata pesa kutoka nje ya inji yenye kuja kusapoti miradi mbalimbali mbali ya serikali na pesa zingine zenye zinatoka kwenye nani ya mfuko wa serikali. Wao wanaanjaka kwanja kugabula eh, kila mtu yake watafikiria nyuma mambo kama watafanya namna gani. Eh, inji inaongozwa vile. Inji iongoze vile. Sababu kwa nini? Ya rushwa na watu kula pesa, lakini hawazibiwi. Bon, unajua, wahanga wanasema samaki inaanja kuharibika kwa kichwa. Kama yale wizi inaendelea, ni kusema kichwa iko na shida. Raisi ye mwenyewe iko na shida. Sababu kwa nini hawafatilie? Ju naona akawafatilia, watasema tunaibaka na wewe na ndio maana nawacha, na inakuwa sa iko kompetisio, iko mashindano na hiyo inakuwa shida sasa. Hawa wote wapinzani iwe wenye wanamiliki silaha eh, bon sasa, komision ndani ya mali ama pesa za raia, hiyo ni pesa za raia, ni raia ndio wanachanga kupitia matax kupitia impo juu ya kuweza kupatia serikali nguvu, na namna mahali inaweza kuwa natosha pesa ya kufanya mambo ambayo inaweza kujibu ah, kwa mahitaji mbalimbali yake. Sasa wewe unakuja unaanza kuiba mali watu wa kuangalia tu hivi, hawa watu kama wanakuwa wapinzani, hata mimi mwenyewe kaiko mpinzani, mimi niko raia wa Beni. Wanaua watu, ulituambia kama unapita rais, utaenda kaa Beni, utaweka kambi, makao, kambi, kambi yako pale mpaka uone eh, namna gani askari wanamaliza vita. Haujafikaka, watu wanaendelea kukufa, wanakufa, wanawachinja na pole ya pole, hakuna unafahamu Siku moja anafika Beni wanamwambia kulikuwa hivi, rais anasema hakujua. Sasa mimi nitasupport namna gani? Rais wa namna hiyo, rais ambaye halipe wafanyakazi halipe wa askari, askari wa nchi ya Kongo wanateseka, askari wanateseka. Nilikuwa naona askari wakati nilikuwa mwanabunge, wenye wanavala kumbati zenye kupasuka kwa matako yale yote, lakini mamilioni zinaibwa Kinshasa, ambayo zinaweza kununua kumbati za askari. Hiyo sio namna nzuri ya kuongoza nchi yetu. Inaongozwa vibaya. Ndani ya nchi gani umesikia mama wa rais anapokeaka pesa kama mwenye kunatumika ndani ya maestitisho abiku? Wake anaweza kusaidiwa na mtoto yake, sio kupokea pesa kama mwenye kutumika lakini kuna wenye wanatumika hawapokee. Nani anaweza kufahamu mambo ya namna ile? Na ndio maana tunasema inatakiwa mazungumuzo, na unajua ya kama kwetu sisi wapinzani tunasema na tunaendelea kusema na tutaendelea kusema, Kisekedi hajashindaka haja, haja kwenye uchaguzi, iwe ile ya muhula wa kwanza alibaka ushindi wa Fayulu. Na, um, um, si nanga, nanga ndiye alimweka. Na nanga amesema ile na amesema wakongomani wamsame, ye wa msamehe, kabila yeye mwenyewe amesema ile, na watu wote wa kabila tunasikia wanavisema. Sasa, kwa nini walimweka? wao wa, wa ndio wa wanajua, na hiyo ndio hiyo ndio wanasema inaomba kuepuka makosa wakati uko kwenye uongozi, kwa sababu kosa kidogo inaweza